Kwa uangalifu na umakini wa hali ya juu mpiga picha Eugene Kaiga anahakikisha kuwa ameweza kupata picha nzuri okay, oh, picha ambayo inavutia sana. Anahakikisha kuwa kila kitu kiko sawa, taa zimeoshwa vizuri. anahakikisha kuwa anayempiga picha ako sawa kabisa, huku akipitia kila picha kwa makini. Sanaa ya upiga picha inaendelea kupata umaarufu humu nchini, na sio tu upiga picha kwa simu ya mkononi, bali kwa mitambo maalum na kwa utaalamu wa hali ya juu. Awali kwake Yujin upiga picha ilikuwa kazi ya ziada, lakini hali imebadilika. Hii ndiyo kazi anayotegemea katika maisha yake. Ama kweli picha nzuri hujisimulia yenyewe, usimulie maneno elfu moja. Picha nzuri ni kitu ni kitu artistic kitu kitu appealing to the eye. Kitu, mtu akitazama hivi tayari yovutiwa, na pia picha nzuri ni kitu naweza sema ina tell story kivyake. Aa, mtu akiangalia tu hivi si lazima ambiwe kitu fulani na fulani liko inafanyika ni anaitazama mwenyewe anaona, oh, okay so hii na hii, anajichazia mwenyewe kile ilikuwa inafanyika. Kwa hiyo picha picha nzuri pia naweza sema ni kitu ina provoke thought, unakaa hivi unashangaa, he, okay, hii ilifanywaje? Ama mtu mbona anafanya hivi? Hiyo ni picha nzuri. So a good photo naweza sema ni vitu mingi eh, depending on mtu mwenyewe anayeangalia. Katika sanaa hii kila mtindo au ukipenda pose washiria maana tofauti. Bado tena, kuna pose zingine ya, ya kushika mikono hivi, watu wengi muona wakifanya hivyo. Hiyo uh, mikono inaweza maanisha vitu tofauti. uh, mwanzo inaweza maanisha huu uh, mtu ni kama ameku lockout, labda kuna kitu umefanya, nataki kusikia stori yako, ako convinced kitu fulani kuhusu idea fulani, auwezi mchange. Pili inaweza kuwa um, communication ya authority huu mtu labda ni bos mahali fulani, unajua inafanya ni kama amekaa amepanuka, ame, ame hivi kiplani so uh, nawezasema ni kama amemekio stan yake yani ye ni figu, ye ni bos hivi kitu kama hiyo. Nawezasema o ladies eh? Uh, mara mingi akitaka kusimama kafiga kaonekane vizuri uh, mara mingi atasimama body to the side kidogo alafu mguu moja ameelekeza mbele eh, mkono mmoja kwa hip hivyo, ame relax hiyo. Inaonyesha ka, ka shapely figure ina ina kwanga mzuri but, ukitaka kuonesha pia mtu ni boring, una shoot too straight on hivyo flat. Okay, so usually kwa lighting um una try to ku get uh, features zake, una make sure lighting yako imeget enough shadows ku accentuate uh, shape ya face yake Uh, cheekbones ionekane poa nini, alafu akitan usikuwe na harsh shadows, zikuwe tu soft in the right places. So mostly inakwanga lighting ni kucheza na hiyo control ya shadows kwa kwa kwa kwa kwa fomu ya mtu. Licha ya ukuwaji wa teknolojia na mitambo ya kisasa, mfumo wa picha nyeusi na nyeupe ungalipo na unapendwa na wengi mno. Black and white iko na iko na uzuri wake apili yake kwa macho iko na just inaleta authenticity ina, inafanya ina unafilio picha sana sana. Kwanza ukipata black and white na lighting imebalansiwa vizuri tuseme mashadows ziko pale zinafaa kuwa, inaleta hiyo form na nini, unacheza na contrast yake black and white ukaa vizuri sana. Huku teknolojia ikiendelea kuimarika, kumezuka mitandao ambayo imeweza kurahisisha sanaa hii kama vile Instagram ambayo ina vifaa vya kuhakikisha kuwa picha iko shwari kabisa. Nilipata hamu ya kujua kwa nini picha za kujichukua mwenyewe almaarufu selfies na photobomb zinaendelea kupata umaarufu. Ndio kuna ile time unaweza piga mtu picha umeshapanga fiti nini nini, ushaget hiyo pose unataka nini usha set kamera yako, alafu kuna mtu hataki kumiss out kwa hiyo picha sana kuja kama amejirusha ndani, unaona anakamtuka amephoto insha. Sasa ndio ilikuwa inaitwa photo bombing, ndio kuharibia picha. Unapata tu umeka poa nini light shasheti au nini nini, sana ruka ha da kutokea kwa picha. Alafu <laughs> okay, sawa. Kuna wame, wame group 3 or 4 people wamekuja wamekusanyika, nimewapiga picha mimi, siko kwa hiyo picha, lakini mimi kutokea kwa hiyo picha, itabidi mtu mwingine atoke tena akuje ndio tupigwe picha tena pamoja, unaona. Sasa uh, selfi ilikamku, naweza sema ilikuja ku eliminate hii shida juu nyi wote mtatokea kwa picha mara moja. Kwa wale ambao angetaka kubobea katika sanaa hii ni muhimu kutilia maanani yafuatayo: usiende location last minute, ndio unaanza kuchagua hapa, okay, ndio unataka kufanya nini. Unless hiyo ni plan B, unless yani umefosiwa kufanya hivyo juu. Otherwise vitu mingi zitakuwa zinaenda mbaya, utapata okay, sawa Maybe nimeenda kupiga mapicha huku nini nini, uh, ni outdoor weather ime change mvua ndo hiyo. Au uh, kuanticipate za photographer, kuna equipment mingi si utumia. Kuna vitu kama reflector tumie nje kama kuna jua, kuna diffuser ya kupunguza light ni inaingia kwa, kwa, kwa, subject na nini. Kuna bado filters professionals za uh, cameras za kupunguza the amount of light ni inaingia kwa kamera, na kila kila kifaa inakuangana na kazi yake specific, kila kifaa inakuangana na kazi yake specific. Ruth Munyi, Makala ya Sanaa, QTV.